Rais wa Marekani, Donald Trump amesema kuwa Israeli itakuwa kiongozi wa kuendesha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran endapo haitasitisha mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Trump alitoa kauli hiyo kabla ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii kati ya maofisa wa Marekani na Irani chini ya usimamizi wa ufalme wa Oman ulioko Mashariki ya Kati. Mapema wiki hii, Trump alisema kuwa mazungumzo hayo yatakuwa ya moja kwa moja, ilhali Irani iliibuka na kuyafafanua kama mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani. na nukuu, kama itahitajika kutumia nguvu za kijeshi, basi tutazitumia. Israeli bila shaka itahusika sana katika hilo. Watakuwa viongozi wa hilo. Lakini hakuna anayetuweka mstari anayetuwekea mstari, tunafanya kile tunachotaka kufanya, alisema Trump katika mazungumzo hayo na waandishi wa habari. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu alisema mapema wiki hii kuwa anaunga mkono juhudi za kidiplomasia za Trump za kufikia makubaliano na taifa hilo la Iran aliongeza kuwa israeli na marekani zina lengo moja ambalo ni kuhakikisha irani haitengenezi silaha za nyuklia hata hivyo netanyahu ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kushinikiza trump kujiondoa kwenye makubaliano ya nyuklia kati ya marekani na irani ya mwaka 2018 Kiongozi huyo wa Israel, anayejulikana kwa msimamo mkali dhidi ya Irani na wito wa kutumia nguvu za kijeshi, alisema kuwa angekaribisha makubaliano ya kidiplomasia kama yale ya Libya na jumuiya ya kimataifa ya mwaka elfu mbili na tatu. Katika makubaliano hayo, aliyekuwa rais wa Libya wakati huo Muhammad Gadafi alikubali kusitisha mpango wake wa siri wa nyuklia, ambapo Irani, hata hivyo, imesisitiza kuwa mpango wake ambao umetambuliwa na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki IAEA unapaswa kuendelea. Na nukuu Nadhani hilo litakuwa jambo jema. Lakini chochote kitakachotokea, lazima tukihifadhi uhakika kuwa irani haina silaha za nyuklia, alisema Benjamin Netanyahu katika mkutano huo. Marekani imekuwa na wasiwasi unaoongezeka huku Iran ikikaribia zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa kuwa na silaha inayoweza kufanya kazi. Hata hivyo, Trump alisema Jumatano kuwa hana muda mahususi wa kutarajia suluhisho la kupitia mazungumzo hayo, namnukuu Unapoanza mazungumzo unajua kama yanaenda vizuri ama la. Na nadhani kwa sasa siyo mazuri, hiyo ni hisia yangu tu, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Mwaka 2015 Marekani na mataifa mengine yenye nguvu duniani walifikia makubaliano ya muda mrefu na ya kina ya, ya nyuklia yaliyolenga kuizuia Teherani isifufue uranium hadi kiwango cha kijeshi kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, Trump alijiondoa katika makubaliano hayo mwaka elfu mbili na kumi na nane akiaita makubaliano mabaya zaidi kuwahi kufanywa kati yake na taifa hilo. Irani na Marekani chini ya rais Joe Biden zilifanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja mjini Vienna mwaka elfu mbili na ishirini na moja yakilenga kufufua makubaliano hayo ya nyuklia. Hata hivyo, mazungumzo hayo pamoja na yale ya kati ya Tehran na mataifa ya Ulaya yalishindwa kuzaa matokeo yeyote hadi sasa ambapo mzozo huo umeanza upya. Wakati huo huo, wizara ya hazina ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya Jumatano vinavyolenga mpango huo wa nyuklia wa taifa la Iran. Mashirika matano na mtu mmoja nchini Iran wametajwa katika vikwazo hivyo na kusaidia mpango wa nyuklia wa Iran. Taasisi zilizozoeshwa ni pamoja na shirika la nishati la atomiki la Iran na mataiwi yake ikiwemo kampuni ya teknolojia ya centrifuge ya Iran, kampuni ya Thorium Power, kampuni ya ujenzi wa maendeleo ya wa na Azarab Industries Company Limited. Nanukuu, nataka Irani iwe nchi kubwa, kitu pekee wasichopaswa kuwa nacho ni silaha za nyuklia, wanalielewa hilo, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisisitiza kuwa taifa lake halitengenezi bomu la nyuklia na huku akifungua nafasi ya uwekezaji wa moja kwa moja kwa Marekani katika dola hilo la Kiislamu la Irani endapo makubaliano kati ya mataifa hayo yatafikiwa. Kauli hizo za kiongozi huyo wa mrengo wa kulia ni tofauti na msimamo wa awali wa Irani baada ya makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani ambapo Teherani ilijaribu kununua ndege kutoka Marekani lakini ikazuia kampuni za Marekani kuingia nchini humo Nanuku, muheshimiwa hana pingamizi na wawekezaji wa Marekani na kuwekeza nchini Irani, iraniean alisema katika hotuba yake mjini Teherani, akimlejelea kiongozi mkuu wa Irani Ayatola Ali Khamenei. wawekezaji wa Marekani karibuni, mwekeze Irani, alisitiza Paekan kwa jeuri. Endelea kufuatilia Mwananchi dijetota kusogezea kilat si mwish... kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.